Habari, ndugu zangu, sasa leo mada nzuri alafu ndio sina spika yangu hapa, sina mic kwa nitajitahidi kuongea kwa sauti kweli ili unisikie. Na leo, bwana, tunaenda kuangalia namna ya kutumia mtandao kutafuta mwenza wa maisha, sio mwenza wa siku mbili, mwenza wa siku tatu, mwenza wa maisha. Wale ambao wa mnanifuatilia wa kwenye Mira Etiquette mnafahamu kwamba huwa ninazungumzia sana networking. Toka nje watu wakuone. Sasa kule kwenye uh, mira etiquette huwa ninazungumzia zaidi networking kwa ajili ya kazi na biashara. Unajua haya mambo lazima uyatenganishe, kwa sababu pia mikakati yake ni tofauti, japo mwisho wa siku lazima utoke nje. Kwa hiyo hapa sasa ninaenda kuzungumzia namna ya kutumia mitandao, lakini kwa lengo la mahusiano. Si unanipata ndugu yangu? Tanivumilia kwa hizi kelele nimesahau maiki yangu ofisini. Na naomba niambie, utapenda kuendelea kufahamu haya mambo eh? kwa sababu nina uzoefu. Ninamshukuru Mungu kusema kwamba Mungu alitumia mitandao hiyo kunikutanisha na the love of my life <laughs> the sugar in my banana eh, eh. Kwa hiyo, yani namshukuru Mungu kwa nachokwambia, sikwambii tu uh, kana kwamba nimesoma mahali mimi. Ni mwamini wa kusema kwamba wafundishe watu kitu ambacho kweli umepitia. Kina mabadiliko sana, kwa sababu masuala ya mtandao yanaenda akibadilika, lakini ukweli ni kwamba ule uzoefu wangu ule niliyoupata, kiukweli, una mambo mengi sana ambayo mpaka leo yataenda kukunufaisha. Kwa hiyo, karibu sana tuzungumze sasa hapa. Kwanza nianze na kuweka disclaimer. Disclaimer yangu ni kwamba, ndugu yangu, unajua mtandao ni sawasawa na bahari bahari mle ndani kuna pweza, kuna nyangisi, kuna kuna mijusi fulani vya baharini, sijui nahitaji. Sasa unaposema mtu unaweza ukapata mwenza mtandaoni, naomba chukua hili ukifahamu, mitandao ni bahari. Kuna majangili, kuna vibaka, lakini pia hapakosekani watu ambao wanania njema Japo hakuna aliyekamilika. Kwa hiyo huyo mtu utakayempata kwenye mtandao, hata kama ana nia njema, haimaanishi kwamba uh, hatakuwa na mapungufu. Na zaidi, mtanguliza Mungu. Unajua, kuna wakati nilikuwa eh, excuse me. Kuna wakati nilikuwa ninafundisha kabisa, namna yani, uh, ni ya natoa classes nikenya, nikaacha. Miongoni mwa mambo yaliyofanya niache mbali na ubize na majukuu kwa mengi, kingine ni kwamba ni swala ambalo linatakiwa mtu afahamu hatari zake kweli kweli, eh asije mtu akasema tu kwamba bwana, kisa fulani alifata na nimeona wengine wamepata, na mimi najipachika huko kwa haraka haraka. Hapana, kwao nikaona nikae tu, nikipata muda kama hivi, niwe nakupa mbinu, uingie we mwenyewe, lakini kwa tahadhari kubwa. Hapa sitakuficha mazuri yake, lakini pia sitakuficha Ah, mabaya yake. Kwa hiyo huo ni utangulizi wa muhimu sana Heh. Na hema maana na mwendo kidogo ha. Sasa basi na tuanze na kusema je, unaweza ukapata mwenza mtandaoni? Jibu ni ndio. Nimeshuhudia watu wengi, wengine ni wale ambao Mungu alinitumia mimi kuwashika mkono kwamba bwana, ingia kwenye mtandao huu, fanya hivi na hivi uweze kupata mtu na wamepata wame... kwa hiyo kuna watu wengi jamani, ngoja nisimame kwanza hapa, kuna kuna magari, huyu anapaki na anapaki, ngoja nimsubiria. Ah, anaondoka ha. Haya, sawa sawa. Kwa hiyo sasa nilikuwa ninasema kwamba ah, Inawezekana, hilo la kwanza. Inawezekana ukakutana mwe na mwenza wa maisha yako mkapika mkapakua mkapata na watoto kutoka mtandaoni. Nimeshuhudia watu, mbali na mimi mwenyewe, nimeshuhudia watu wengine, ni wale ambao walikuja kwenye mafunzo yangu. Natoa mafunzo kwenye networking kwa ajili ya mahusiano. Sasa hivi nimefocus kwenye networking ya kazi na biashara tu, kama nilivyosema. Kwa hiyo yes, it is possible, ila haishi hapo. Unaweza pia ukapata kibaka. Kuna watu wamepoteza pesa kwenye mahusiano haya ya mtandaoni. Kuna watu wamepitia maumivu makali ya, lakini kama nilivyosema, tunaangalia pande zote mbili, na hii pointi yangu ya kwanza imejilenga imelenga kwenye kusema, yes inawezekana. mm -hmm. Sasa basi, baada ya hapo, naomba niseme hatua cha kuchukua, na leo nitakupa hatua chache tu na nitakupa hatua chache. Ni matumaini yangu kwanza utaanza na, kama utapenda kuendelea na mchakato basi utaniambia tuweze kufanyaje tufanye, uh, tuweze kuendelea zaidi. Sasa hatua ya kwanza, anda tena, andika kwenye karatasi, natafuta nini? Malengo yangu ni nini? Usiseme tu natafuta mwenza, jiulize malengo yangu mimi ni nini? Eh, eh. na nipate mwenza wa namna gani? Dada, vua Labda nataka Mchina, nataka Mwarabu, nataka Mtanzania mwenzangu, nataka Mkristo, nataka Muislamu, nataka mtu wa namna gani? Je, nataka watoto? Dadavua malengo yako kwa mapana, angalia maeneo ambayo ni sensitive kwako. Nataka watoto, nataka niwe nafanya kazi, nataka niwe aa, mume wa namna fulani ama mke wa namna fulani, nataka dadavue yale malengo alafu dadavue na huyo unayemtaka, na kama nilivyosema, imani ni swala la muhimu sana. Malengo yenu ya kiuchumi, malengo ya kimaisha, lazima uyafahamu. Una picha gani kichwani mwako eh? lakini vile vile masuala mazima ya watoto, sijui kama hiyo nimesha eh, watoto, weka bayana, kwa sababu itakusaidia wewe ni sawasawa na msafiri, msafiri ambaye anafahamu anataka kuenda wapi. Akifika stendi pale, pamoja na ma magari ya kuenda mikoani kwa mingi sana, yeye anafahamu bwana mimi nimekuja hapa kwa sababu nataka kuenda Morogoro, yes? Kwa hiyo lazima ufahamu, wala sivyo taiumbishwa my friend. Unaweza ukapoteza miaka mingi sana, kwa sababu leo hii ametokea mtu amekwambia, bwana mimi nataka tuoneone tu mahusiano, atakapoenda umejipachika kuja kuhamaki Miaka imekatika. Kwa nini hauku define? Anakuja mtu mwingine anakwambia, bwana mimi ah, sitaki watoto, wewe unajua nataka watoto, unajipachika. Kwa hiyo kuwa makini, dadavua yani, hiyo ni kabla hujaenda mtandaoni. Kuwa very clear, andika kwenye kalamu na karatasi, ili usije ukaenda kupoteza muda huko mbele, na jiandae kisaikolojia kusimamia na kile unachokitaka. Ukiandika kwamba bwana mimi nataka aa, mahusiano aina fulani. Sasa jiandae kisaikolojia kukomana hilo swala lako, usije ukasema uh, yani hiyo sio tu kusema kwamba niyo nimeorodhesha hapana. Jiandae kisaikolojia kusimamia swala lako, kukataa wale ambao watakuwa hawaendani na wachokitaka na kuendana na wale ambao wataonyesha hizo dalili. Hii ni miongoni mwa vitu ambavyo vimepoteza muda sana, naweza nikakaa kwa muda mrefu Ukishindwa kuwa very specific my friend, hey, it will take you really long really long yeah. Na kama unavyojua sasa, networking ikija kwenye masuala ya mahusiano, mara nyingi pia huoga, tunajiwekea ile time pressure, unajiambia, jamani, ningetamani ndani ya miaka hii miwili niwe tayari nimepata mtu. Unaona, hujapata. Ni tofauti na networking niseme za kazi na biashara, kwa sababu ni progressive. Unaweza ukafanya biashara afu ukaendelea kuwepo ukafanya biashara nyingine, lakini huyu ni mwenza unayemtafuta ni mmoja me, tu. Right. Define, define, define, define. Ili naomba nibebe kwa uzito kalamu na karatasi my friend, ili uelewe nani utamkataa mapema sana, nani utamkubali mapema sana na nani uh, maswali gani utauliza. hey, nimekaa kwenye nilika, nilianza kutumia mitandao ya uhusiano mwaka elfu mbili na kumi na nne nimekuja kutoka elfu mbili na ishirini. Mitandao ya mahusiano imekuwa mingi, lakini tumie mtandao ambao unakubalika zaidi ulimwenguni ni mtandao wa Tinda, mtandao ambao operation yake inafanya kazi vizuri. Yani, unajua kuna kuna sehemu hata app yenye ina load, sasa mchakato yenyewe tayari ni mzito <laughs> bado tena iwe ina load kupitiliza, my friend itakuwaaje rahisisha mchakato, umeona? Kwa hiyo pakua Tinda, kisha pakua Tinda. Sasa yale malengo yako ambayo nilisema tuyaandike, yale yaandike pale kwenye bio tujielezea. Mimi ni kijana wa umri fulani, ama mimi ni mwanadada, mwanamama wa umri fulani, natafuta mahusiano ya aina hii, natafuta mume. Ehe, nina watoto kadhaa na ningependa kuwa na watoto zaidi, ama sina watoto na sitaki kuwa na watoto eh, ama nina watoto na sitaki kuongeza. Weka mambo yako nje nje, ndugu yangu ili ikusaidie. Kuna watu bado wataona profile yako iko hivyo na atakuja, lakini trust me you itakusaidia kuliko usipokuwa hata na um, how should I put it? usipokuwa hata na, na mwongozo wowote wa, wa nini unatafuta. Kwa hiyo andika pale kwenye bio. Unatafuta mume, usiseme tu I am here for fun my friend. Utapata mambo ya ajabu. Kuwa very specific. Natafuta mke, natafuta mume. Ah, na nirudi nyuma, tukuseme mara nyingi mitandao inachukuliwa kwamba ni kwa ajili ya kukutana na watu nje ya nchi tu. I have met people ambao wamekutana hapa hapa mtandaoni kwenye mtandao na wameoana. Kwa hiyo hii sio lazima uwe unasema mimi nataka mtu kutoka wapi na wapi. Hapana. Hapa hapa nyumbani tu. Unaweza vile vile Tanzania, namaanisha unaweza ukakutana na watu mtandaoni na mkaweza kufunga kufunga ndoa na maisha yakaendelea, yeah. Kwa hiyo bayo yako ni ya muhimu sana. Mitandao mingi hapa nimesema huu Tinda, lakini unaweza ukaana mtandao wako mwingine you know, I'm sure kwa wale ambao wameshana vigeti vigeti mitandao, utasikia kuna watu watakwambia mimi kutana na mtu wangu, huku na, huku, kwa I'm not limiting you. Wala sina malipo wote anayopata kutoka Tinder, they don't even know, nawapromoti hapa <laughs> na, na, na, kwa hiyo ule mtandao wako wote utakaoamua kutumia, nenda pale kwenye bio, kaweke taarifa za kutosheleza. Si unanipata? Ehe, taarifa za kutosheleza najaza. Jaza umri wako vizuri, jaza elimu yako vizuri. Wao wanauliza maswali mengi. Usije ukafika huko ukajaza vitu viwili, my friend you are wasting time. umchakato wenyewe una take time. Sasa hebu jipunguzie kwa, ku, kwa kujaza vitu, rahisisha maisha yako eh? Usipo jaza, watu wengi sana ama namtaka mwana namtaka mwanadada wa namna gani? Mimi ni mwanaume wa namna gani? Hebu nawe jiposition kama yule mtu ambaye huyo mtu unayemtaka atamtaka, sio nifata, jiposition kama mtu ambaye huyo unayemtaka atakutaka. Kwa lugha nyingine, nataka kuamini unatafuta mtu anayefanana na wewe hmm. Kwa sababu kiukweli kama huyo unemtaka yuko mbali sana na pale ambapo wewe ulipo na haujajitahidi hata ukaonekana kwamba mnaendana it will be very hard. Kwa sisi kina dada, na nasema hili kwa upendo na unyenyekevu, unakuta mtu anasema, nataka niwe na mwanaume kasafiri sana ulimwenguni. Yuko very exposed, mtu wa heshima zake. Sasa na wewe je, kuanzia muonekano wako unakuonyesha kama mke wa huyo mtarajiwa unayemtaka unaemtaka hmm? Kwa hiyo sasa, nilikuwa ninasema yule unayemtaka na yeye ana watu wake, anawataka. Kwa hiyo hauwezi ukasema nataka mtu mcha Mungu ama nataka mtu sijui yuko hivi na hivi, halafu wewe hauna viashiria vyovyote. Unaweza unaweza ukawa haujafikia pale alipofikia yeye, labda yeye unayemtaka kasafiti sana. Hata hivyo do you look uh, adventurous? eh? kwa hiyo kama ambavyo nilikuwa ninasema, iko rahisi tu unavutia watu ambao wanajiona kwako. Mtu akikuwa na sawa, ni mke wangu huyu ni mume wangu, anaona mfanano. Inatokeaga kuna wakati ah labda ha hakuna mfanano ila watu mmoja na mwelewa mwezie. Mara nyingi utaona hata baada ya kumwelewa atajitahidi kumfananisha naye. Umeona eh? Ambadilisha namna ya kuvaa sijui namna amfundisha namna ya kuzungumza mbele za watu. Kwa nini? Mwisho wa siku bado tunataka watu ambao wanafanana na sisi. Na nisema tu, generally elevate ule muonekano wako, piga picha nzuri eh, unatafuta mume, unatafuta mke, trust me, hata watu wa tamaduni nyingine inapokuja sala la mke na mume <laughs> bado anatumia vile vigezo vya kutaka kuona utulivu. Jitahidi sana uweze ku elevate picha zako, piga picha nzuri, uonekana umependeza, uko nadhifu, uko smart eh, sio lazima uende studio Tafuta tu kamera nzuri futa futa, kaa sehemu kuna mwanga pendeza e? piga picha zenye staha. Unataka kwa mke, unataka kwa mume, my friend yeah? na vile vile andika maelezo yako vizuri. Kama ni Kiswahili, kwa mi... kama unatafuta watu wa nyumbani Kiswahili basi kiwe kimenyooka. Kwenye nukta, weka nukta. Kama unaandika katika namna inaonyesha yani, wewe, elimu iko mbali sana Utavutia watu wa namna hiyo, na kama ndio nao wataka sawa, ila kama unasema, bwana mimi, pamoja na kwamba sikupata shule sana, natamani nipate mke ambaye kasoma ama mume ambaye kasoma, ili kwamba iwe tutoke kama familia kuwa wasomi, basi jitahidi ndugu yangu, siandike yani hovyo, hmm? Soma. Wakati mwingine kama una mtu unayemwamini mwambie, naomba upitie profile yangu kwenye mtandao, eh, niambie na kwa wale tunaotumia sasa Kiingereza, labda unataka kukutana na watu kutoka sehemu nyingine za walimwengu, my friend, jitahidi sana, jitahidi Kiingereza kiwe kimenyoka. Eti anashindwa mtu kuona, are you serious? Alafu sasa ndio matokeo yake, miaka inapita mingi, hmm? Isipokuwa tu labda iwe kwamba wewe, njia yako yakutana na mume ni nyingine ama na mke ni nyingine, ila hivi vitu hivi vinaweza vikasababisha ukawa unapuuziwa mno. Alafu najiuliza wai, jamani, kapicha, mbona nimeweka profili, nimejaza vizuri? Kumbe umeandika vitu ambavyo haviwahamasishi watu hata kusema, baba ya kwanza huyu, siwezi nikaoa hapa, siwezi kwanza kuoa, siwezi nikaenda date na huyu mtu, siwezi nika, siwezi nika, nikakubali akiniita date, yeah? Yeah. Kwa hiyo that is very important. Na cha, cha, tatu hapa kwenye profili tungeweza kukaa sana Yaani tungeweza kukaa sana, naomba tu niishie hapa, kwa sababu nawaza hata kwa sisi kina dada e, ile ni dating profile, kwa hiyo onekana una staha, lakini you are woman, vaka gauni e, pendeza, suka nywele zako, ka lipstick kidogo. You know ile ni dating profile. Sasa sana vile ambavyo wanawafundisha watu kwamba LinkedIn professional site, vaka tika namna inayokuonyesha wewe ni mtaalamu kwenye sekta yako. Eh, sasa kwenye dating profile tena, kumbuka kwamba ile ni, ni sehemu ambayo masculinity na, na, femininity vina role kubwa sana. Mwanaume anataka kuone kama mwanamke, mwanamke anataka muone kama mwanaume. Na niseme tabasamu. Tabasamu rafiki yangu, eh? Una, unajua watu hawavutiwi na sehemu ambayo ina hasira hasira. Mm? Sasa wewe umeika picha sako, hakuna hata moja lolote tabasamu my friend. Mhm. Mm na usionekane. Leo naona tuishie hapa tu kwenye profile, maana kuna mengi. Utaniambia kwenye comments kama utapenda taendelee na hizi mada za swala so zima la kunetwork kwa ajili ya kupata mahusiano.